eh aria ni afira interim wa kiama giki ndirona mundu ta mweci ma mwathi må nene må norä kiamaini ndirona mweci ta kitua ruguru nä mutongoria wa national watumia gä te kä nene ona kiu andå aingä aria mara kirugo rihio gukorwo manyitire itä ndaigua amwe aria me itiini matina ndagwikira marangi ma kiama

osiyo niwe akenya othe maso the lady negetha akorwo akimerera ora giri akorwo akimerera ati we ugedi nambere na biashara ya ku we we sawa gutiri mundu wada likera ati o kiuma gara ugedi hani ora di ni ogo, kinya, kedo, eh, o mm. kinya no mm. no, utari kindu kia o guati kigo kolete osiyo ne minista ori akenya meho kai dema no origo no justification ati o tu me ni andu manada naga besa ili ilahe ya Nige siria ona maheni ni mabataraga hakiri ee siria siri ona maheni ni mabataraga o gi ki ndogo ningi ri ona korwo ni maheni ri mutigi tunge maheni meru kwindi ungi turo henanagia iheni rimwe tondu hindi kwe na thariko ta icio mathiko-ini kuria mwena wari muru twaheirwo rwa maheni mangi

kanitha wena ciana na mundu mani ajirire mwana wa wake niondu wa maundu maya moothe agitha aganeta go ya kune ka guoko mundu ucio riu na ne mundu ruta wa, wa. E, na wa ibara ati geiro mwana mune ku guoko e eh, na gutire mundu murongo yagia amwe aria madi te gota vania dare koisi ne ne andu moikaine ona mwe ne mari ti mbere makwega maundu maya ne megwikeka ona ngi magicoka kuone ka kamera ini hinde ya mweki twelirwa ati nombeca ati anga he andu mateku ri hetwo mbeca anga ni o meku gi ri te mbeca ri u ningi nginya mu thenya wa ira tu rerwo tu hey. rerwo o iheni mu tikarethi mu gi tunge iheni ri ngi no waigi te u guo maheni ri no mabataraga hakiri deputy de president no haha tu gacokeria ngatho kithirekidiki